Endapo umejaribu njia nyingi za kupunguza uzito, kitambi na nyama uzembe bila mafanikio, basi hii ni ofa kwa ajili yako. Hakikisha unatumia juisi hii kwa siku 35 mfululizo. Unahitaji limau moja, kata vipande vidogo vidogo vinavyoweza kusagika vizuri. Limau ni nzuri kwa sababu inaboresha sana mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Weka kwenye blender, ongeza uh, kiganja kimoja au kikombe kimoja cha zabibu kavu alafu, ongeza kikombe cha maji, kikombe kimoja hadi vikombe viwili. Hakikisha unasaga inasagika vizuri. Kunywa kikombe kimoja asubuhi kabla ya kifungua kinywa na kimoja jioni au usiku unapoenda kulala. Juisi ni nzuri, inakata uzito kwa haraka sana, na itakupa matokeo ya muda mfupi, matokeo ya haraka. Pata mwongozo wa lishe kutoka Okoa Mwili Natrosetiko, ili kuweza kupunguza uzito haraka, lakini pia pata Slim Pack, tiba ambazo zinasaidia kuondoa uzito mkubwa, kitambi na nyama uzembe. Ili kuzipata nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapo. Komenti neno uzito kujiunga na grupu bure.